E, watoto wengine waliokuwa wamelala nao huyo mhanga walikuwa wamelala usingizi, kwa hiyo hawakujua kitu chochote ambacho kilikuwa kinaendelea kutokea. Katili aliyofanya kama nilivyosema, uh, alimbaka yule binti kisha kumlawiti na baadaye akamnyonga kwa kutumia shuka. Ni kwamba mtoto wa huyo, ni kwamba wazazi wa mtoto huyo walimwacha